Mheshimiwa, nashukuru kwa kutembelea nyumbani kwako. Uh, naomba unitajie majina yako matatu ambayo yanayojulikana katika mji wa Mlandizi. Mheshimiwa, mwandishi wa habari, kwanza na mimi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa ajili ya kuweza kufunga safari ya kuja kunitembelea hapa nyumbani kwangu, uh, Msongola. Uh, natambua, uh, nyinyi waandishi wa habari mna mambo mengi ya kitaifa, lakini ulipanga ukaja kwangu. Uh, mimi majina yangu uh, ndugu zangu wa Tanzania na watu wote wa mji wetu wa, wa Mlandizi na mkoa wa Pwani kwa ujumla, mimi naitwa Eli Achahofu Paulo. Na walio wengi wanajua kwamba jina la Achahofu kwamba pengine ni jina la utani, lakini hapana, jina la Achahofu ni jina la baba yangu mzazi, alikuwa anaitwa Mchungaji Achahofu Paulo wa kanisa la kketi. Kwa hiyo ndugu yangu mtangazaji au ndugu yangu mwandishi wa habari, majina yangu ndiyo hayo. Asante, nashukuru kwa kufa-kunifahamisha, lakini nasikia pia una shughuli za kijamii unazojihusisha nazo hasa UMC. Hebu nieleze UMC gani ambao unajihusisha sana katika jamii? Ah, kwanza niweke vizuri, niweke vizuri hili jambo la UMC uliosema. Ah, mimi sasa si UMC, UMC sasa nimepita. Ah, UMC ni master ceremony, master ceremony, master ceremony ndio UMC na UMC Master Ceremony wanashughulika sana na masuala ya harusi ya ya ya, ya pengine kipaimala, ubatizo, masuala ya maulidi na mambo kama hayo. Hayo ni MC, lakini mimi sasa nimepita zaidi ya UMC. Mimi nafanya afla kubwa, nafanya afla hizo za ki UMC, lakini vile vile nafanya afla za kitaifa kama makongamano kama mikutano mikubwa kusimamia eh, na mambo mengineyo kwa hiyo mimi sasa naitwa PC. Maana yake PC ni profesa ceremony na wala sio master ceremony, naomba itambulike hivyo. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya MC na PC, ndiyo, kuna utofauti mkubwa sana, na hii ni elimu nayo, hii ni elimu. Ndio sababu unaambiwa kwamba kuna certificate, kuna diploma, kuna degree, kuna master, kuna PhD na kadhalika kwa hiyo katika nyanja katika nyanja ya ya ushereheshaji kuna levo tofauti, kuna levo tofauti, na kwa sababu mtu ambaye anayefanya afla kubwa pengine, uh, uh, za kusimamia shughuli za kirahisi, mara nyingi hautaweza kumkuta katika shughuli ndogo sana, kwa sababu levo yake tayari imeshakuwa kubwa. Lakini sio kwamba hawezi kufanya, atafanya, lakini levo yake ni kubwa. Lakini mtu ambaye anayekuwa ni MC ukimpeleka katika afla kubwa za kitaifa hawezi kuzisimamia kwa sababu levo yake haifanani na ile. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Mwandishi: asante PC Achahofu. Naam, asante sana. Ah, kuna jambo lolote unaweza ukawashauri wana wananchi au jamii kwa ujumla? Kikubwa nachokiona uh, kwanza tulitumikie taifa letu tulitumikie taifa letu kwa sababu ndio taifa ambalo tupo eh, tushirikiane tujenge umoja na mshikamano, mshikamano wa kitaifa. Lakini vile vile katika jamii, pale mnapokuwa mna shughuli yoyote ama, ama, ama ya harusi ama ubatizo ama kipaimara ama unyago chochote kile ambacho unahisi kwamba unatamani nije kufanya huduma, nitakuja kufanya huduma. Na mara nyingi huduma zangu gharama yake inakuwa ni kama msaada. Lengo langu mimi ni kuitumikia jamii, na lengo langu sio kupata kipaji kupata kipato. Natambua kuna watu wengine wanafanya vitu hivi kwa ajili ya kutaka kupata vipato, mimi natamani nifanye vitu hivi kwa ajili ya kuweza kutumikia jamii, na ndio sababu unaweza ukanikuta kwenye misiba mingi, misiba mingi katika mji wetu wa Mlandizi. Naitumikia sana Mlandizi na nje ya Mlandizi. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa na jambo lolote, nipo tayari kwa ajili ya kuweza kushirikiana na jamii katika swala zima la kuwasaidia. Na kushukuru ndugu Achahofu basi nikutakia asubuhi njema tuonane wakati mwingine. Na nafikiri kwamba umalizie na kushukuru PC. Hilo litakuwa ni jambo jema sana ndugu yangu mwandishi. Basi na mimi nasema asante. Mungu akipenda tutaonana wakati mwingine. Haya, asante Mheshimiwa PC. Eh, hapo umepatia.